Kwa jina anaitwa Daudi ya Mlima, meneja wa RUWASA wilaya ya Magu. Wilaya ya Magu tulikuwa na vijiji ambavyo ah, hatuna kabisa kijiji ambacho hakina hata miundombinu mmoja wa maji. Kwa vile vijiji vilikuwa na miundombinu michache ya maji tuliamua kuviboresha kwenye mradi wa visima mia tisa. Kwa hiyo tuna vijiji vitano ambavyo tuliamua kujenga miradi ya maji ya maji kwenye visima mia tisa, tuna kijiji cha maji kijiji cha Nobola, kijiji cha Chandulu, kijiji cha Mwashepi, kijiji cha Kaenzebi na kijiji cha Inolelo. Paka sasa hivi mradi huu umefikia asilimia themanini ambapo kiji... kama tulikotoka kule kijiji cha Chandulu wananchi wanapata maji na mradi ule umekamilika. Kijiji cha Nobola mradi ule umekamilika pia wananchi wanapata maji, na vile vijiji vitatu ambavyo vimebaki, vimebaki tu kazi ndogo ambao ni ya kuweka bomba na watu, naamini kabisa kwamba ndani ya mwezi mmoja ule mradi nao pia utakuwa umekamilika. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kufikia hapa. Mimi naitwa Nyasinde Lenatus Mzinza, mkazi wa Chandulu Madukani. Changamoto ya maji tulikuwa tunafata kwenye visima, kwenye madimbwi, sasa hivi tunafurahia, mlituchimbia kisima kirefu. Tulikuwa tunafata huko maji, tumechoka tena. Mama Samia ametuletea hapa bomba tunachota maji karibu, hatuna usumbufu. Kwa majina naitwa Grace Samueli mkazi wa kijiji cha Chandulu. Sema ukweli, sasa hivi dakika mbili nimeshachota maji nimesharudi nyumbani, lakini zamani unaweza ukatumia hata nusu saa ndo upate maji na ilikuwa ni shida kweli. Unaamka asubuhi saa kumi na moja ufate maji, lakini sasa hivi mdo unaojisikia unaweza ukapata maji. Kwa majina naitwa Sabina Godfrey Mautanga ni mtendaji wa Chandulu Upatikanaji wa maji kwa rahisi kwa sasa hivi inauwia hata wanafunzi kuwai mashuleni na wazazi wengine kupata maji kwa urahisi, kwa sababu zamani watoto walikuwa wanacherewa mashuleni kutokana na changamoto za maji. Mtoto taona asubuhi anaamka anacherewa kwenda shule kutokana na amuka, maji ajaswaki ajaoga, kwa hiyo inampelekea kucherewa kuwai shule. Kwa majina anaitwa Bibiana James Kobelo, ni afisa maendeleo wa kata hii ya Ng'aya. Tunachojivunia ni kwamba Mama Samia amewatua wanawake ndo kichwani. Kwa hiyo inatusaidia na sisi kushiriki katika shughuli zingine za kimaendeleo, mbali na kwamba tunatumia muda mrefu katika kutafuta maji ya kuweza kufanya shughuli zetu katika kaya zetu, lakini sasa hivi maji yanapatikana kwa urahisi, inatusaidia hata sisi kufanya shughuli zingine za maendeleo na kuongeza uchumi wa kaya. Cha kwanza tunajivunia kwa ka yani kuonekana na kuletewa fursa hizi za maji katika katika kata yetu, kwamba tumekumbukwa na sisi tumekuwa miongoni mwa wale watu ambao wamefikiwa na hii huduma ya maji. Kwa hiyo tuna imani kwamba tutazidi kufikiwa hata majumbani mwetu, sio kwamba tu katika hii center, lakini pia tatufikia mpaka majumbani mwetu na tutaweza kufanya shughuli zingine ambazo zitatuwezesha kupiga hatua mbele zaidi. Jana aitwa Ndole nzuri <tipi> seni, mwenyekiti wa kijiji cha Chandulu. Ilani ya Chama cha Mapinduzi ndio kombozi. Ni mama kombozi, inatukomboa maana natuletea maendeleo, inatubadilisha kutoka kwenye hali ya chini kwenye kwenye hali ya juu. Mimi nina, nina shukuru huu mpango na mshukuru mama Samia kwa kutuona sisi wanyonge kutuletea maji. Karibu RUWASA, tumetekeleza kwa kishindo na tunasonga mbele kwa pamoja.